Za zikaibua mengi sana bana, tukasikia mpaka watu kulipiwa ndege kwenda Nigeria mm -hmm. <laughs> E, <laughs> E, mbona ile ni ya muda mrefu huyu huyu alilipiwa ndege eh, mbona ile ni ya muda mrefu sana e, ni ukweli e. E. ile ndege ilikuwa ni ni, ni special trip e. kutoka kwa, kwa, kwa mtu fulani e. ya ambayo walienda nayo Nigeria na kurudi nayo ndiyo. Ndiyo ni kweli kwamba ile ndege walilipiwa iwa kila kitu I say. Siya, siya Diamond, Diamond dimples, wale watu nasta jamani eh, watu wamefanya kazi wale kwa, kwa bidii mpaka wamefika pale walipo. Kwa hiyo kile kinachoendelea, mimi naona ni matunda ya ustaa wao, ni sawa. Eh, hiyo kazi inakuja pale ambapo unasema umelipia wewe, kumbe umelipiwa. Hapo ndo mtihani sasa. Unasema kaka, mbona kama anaumbuka? Maana hii inaonekana kama wamedimpos na Diamond wamekoni bwana jet kwenda Nigeria. Mimi nadhani tusiwa tusiwa, si nisemaje, sijui nitumie neno gani zuri, tuwape pumzi basi, kwa sababu Ha, sikuona wamesimama hadharani na kusema kwamba jamani, sisi ndio tumekodisha ndege hii na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo tuwape pums, sio kila kitu. Nadhani waliona wa, wa cha kukitangaza vingine waliamua kukaa kimya, lakini ukweli ni kwamba yupo mtu ambaye ndo alikodi ile. Yeah, of course mzee nji ndo alikodi eh. Kama ambavyo tarehe ishirini na nane itakuja ndege nyingine kutoka Nigeria yeah, atalipata ajili wa kinigeria huko hatari. <laughs> Tukitoka kidogo hapo, lakini tubaki kwa huyo huyo Harmonize Damai. Yeah, siku ya uh, sherehe ya mwaka mmoja bwana ya Amara. Yeah, mambo yalikuwa ni mengi sana lakini baada ya yeah, siku mbili, watu wanasema mbona kama vile vitu vimepoa ghafla. Yeah, yaani kwa maana kwamba kilichoendelea kati ya Harmonize na Kajala ni kama ilikuwa michezo tu ya siku moja, afu kila mtu kaendelea na maisha yake. So, ni poje, watu hawaoni tena heka heka za Kajala na Harmonize. <laughs> heka heka zile za Kajala na Harmonize. Ibra amezivuruga na amezivuruga kwa makusudi mazima kabisa, kwa sababu ni kama vile alitegea wakati kule wana shamra shamra za bibi Amara na babu Amara huku yeye ndo akaanza kukitifua mule ule, ule ye akaanza kukitifua. Kwa hiyo nadhani alijipanga na pia yawezekana, Ibra kawa anaona wivu na na bosi wake kwa sababu haiwezekani bosi wake anarudiana na kajala yeye huku ndo anayamsha mambo. Mimi nadhani kwenye kwenye kwenye, kwenye mahusiano mazuri unapomwona mama anakuja kwenye familia ndo unapata relief, unaamini mama eh? Seems like Kajala ndio angekuja kusolve matatizo ya Ibra, lakini imekuwa tofauti kidogo mm, yeah. Kusawa, na kile wako sawa Harmonize na Kajala, Ibra alikuwa haelewani na Kajala, unahisi eh? Maana niliona interview moja hivi ndio ndio walikuwa hawaelewani, na mpaka sasa Kajala amerudi wanapika, wanafurahi mpaka jana mpaka leo nimezungumza na mtu wangu wa habari, ameniambia fresh tu, Kajala yupo anaendelea na mishemishe zake ndani ya nyumba ya Konde, everything goes well which is nice. Jambo zuri, amepambana kwamba warudiane. <laughs> Hey, hey, hey. Hey, kwenye kurudiana alikuwa mmoja kati ya watu waliounganisha unganisha unganisha, wao <laughs> Mpaka Paula kumweka sawa endo ametumia nguvu nyingi. Mimi nilipenda kwamba walimuomba msamaha Paula. Ina maana Harmonize alijua kosa lake, ni jambo jema. Kukoseana kupo, lakini kuombana msamaha ndio kitu muhimu. Ndio ndio, lakini mpaka sasa naona Ibra na Kajala haziivi kabisa kabisa, hawapikiki. Yale yalikuwa ni maksudi mazima, kwa sababu huku Kajala na amu nahizi wanarudiana, wanatuonyesha live kwa mara ya kwanza, huku Ibra naye anakitifua maswali na majibu yako hadharani. Ibra na Kajala hawaivi chungu kimoja. Sasa kwa nini? Wajua, Ibra hajafukuzwa, lakini Ibra kama yeye ndo ana hasira hivi, kama yeye ndo alikasirika. Mujibu ya, ya taarifa ya Konde Gang waliotoa ile jana ni kwamba Ibra ndo alituma alienda uh, kuomba ku terminate mkataba akaambiwa kama kuna taratibu za kufuata afuate ili mambo yaende sawa, ndio maana anasema hasira zilitoka kwa Ibra. Ibra yeye ndo aliyoanzisha na ni baada ya kusikia kwamba Kajala anarudi. Kuna siri gani hapo jamani? Hivi kuna siri gani? Kwa hiyo haya mambo mwisho wa siku tuachie wenyewe yeah. E, tuache wenyewe yeah.